Elfu arobaini ukasema ukafanya biashara, ina maana bado sijajua plani yako na malengo yako ni yapi? Kwa sababu malengo ya hizi taasisi nayo si mbaya. Malengo ya hizi taasisi ndogo ndogo ni kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo. Hata hivyo mwenyekiti Santus amewashauri wananchi kama wanahitaji mikopo wajitahidi kujiunga kwenye vikundi na kuomba mikopo ya serikali kupitia halmashauri kwani ina faida na aina riba. Chukua fursa hii ya serikali ya kuanzisha vile vikundi vi, vi, vi, vidogo vidogo ambavyo kwa kwa taratibu zetu tunasema ni vikundi vya vijana walemavu na, na kina mama, kisha kuwa wameingia kwenye ule mfumo wa serikali, watapata ile fedha ambayo itakuwa inawakizi kulingana na mahitaji yao ya biashara zao. Nao baadhi ya wakazi wa kata ya Duga akiwemo Kombo Kawaga na Fatuma Shabani hapa wanatoa maoni yao juu ya kuchukua mikopo kwenye taasisi za like kifedha pasipokuwa na malengo. Panapo nichosha mimi sasa ni pale wanahitaji waone, sehemu umewapeleka sehemu, unaona pengine chumba ambacho umewaonyesha kina vitu si chini labda hata milioni tano, lakini wao unataka kuchukua shilingi laki moja tu, wao wanakuwa pia hawakuamini hiyo naona kama ni hasara kwa sababu wanakuwa wanaingia sana katika vyumba unaona, bwana, vya watu yaani ni kwamba wangeweka mikakati ya kwamba labda kitu gani kifanyike kwenye serikali labda za mitaa iwe kama zamani, hususan ni wanawake. Wanatakiwa kwanza, kabla haujachukua ule mkopo, unatakiwa upige plani kwamba anachukua mkopo huu kwa kufanya biashara, sio unachukua mkopo halafu unaenda kuingiza fenicha za ndani. Kuna vitu viwili ambavyo vinaweza kujitokeza: cha kwanza dalili, na cha pili kuratishana tamaa kwa sababu unaweza ka ukawa umejikava katika mahitaji yako yote ili kupambania kitu, lakini pindi unapochukua mkopo kama kijana, unakuwa kuna mawili: kubweteka kulingana na ile hali ya mikopo, ama kupanda kulingana na ile ya mikopo. Endapo serikali ikiendelea kutoa elimu juu ya uchukuaji wa mikopo kwa malengo, itasaidia wananchi kutimizi maendeleo. Nikiripoti kutoka Tanga, ni mimi Dominic Kimaro, tumaini habari. E, Padri Vitalis Kasembo amewataka wahitimu wa mafunzo ya ufundi stadi ya ujasiria mali kuyatumia vyema mafunzo hayo ili yawasaidie kuendesha maisha na familia zao pamoja na wahitaji wengine. Tupate taarifa zaidi wito huo ameutoa leo katika mahafali ya kwanza kwa zaidi ya wahitimu mia mbili ambao wamehitimu mafunzo ya ujasiriamali yaliyokuwa yali yakiendeshwa na parokia ya Mburahati chini ya mkurugenzi wa utume wa lei jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam, Padri Vitalis James Kasembo. Na, ni mafunzo haya ambayo tumeona ni muhimu sana kwa jamii ya leo au jamii ya kisasa katika mazingira yetu kwamba walau waweze kupata mafunzo ya ujasiriamali katika mambo mbalimbali ambayo ndiyo jamii inahitaji kwa sasa e, kwa mfano utengenezaji wa sabuni za kusafishia masinki kusafishia kama ni vyombo e, utengenezaji wa makapeti. Unaona kwamba wametumia e, njia rahisi ya kufundisha na wametumia pia matio rahisi kupata. Kwa upande wake mkufunzi wa mafunzo hayo Muhamedi Mwinyi, mkurugenzi wa taasisi ya Mamo Entrepreneurship Tanzania ambayo hutoa mafunzo ya ujasiriamali, amewapongeza wahitimu, lakini pia ameelezea faida wanazoweza kuzipata wanafunzi kupitia mafunzo hayo. na mafunzo haya ni bure kwa sababu tumedhaminiwa na benki ya Azania mm. mafunzo haya yanafanyika kwenye kata zote za wilaya ya Ubungo lakini kwa kata hii alifanyika, lakini faza kama faza ameomba kwa ajili ya waumini wake tuje kufanya mafunzo, na sisi tumeomba wadhamini wetu wamekubali, basi tumekuja kuwafundisha mafunzo haya. Mafunzo ni mafunzo ya siku tatu. Tumejifunza jinsi ya kutengeneza sabuni za miche, sabuni za maji, sabuni za kuogea, shampuu za nywele, sabuni za majivu, mishumaa, mafuta ya kupaka, dawa za usafi, eh, ufugaji wa kuku wa kisasa na keki za harusi na jinsi ya kuzipamba. Yeah, yeah, yeah! aliokuwa nao lakini kwa mafunzo haya nina uhakika nitaongeza kipato katika familia yangu. Eda mtazamaji, na mara hii tupate taarifa za ubadilishaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania, na hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Abioci, nilipaswa kwenda mapumziko. Nikirejea ni michezo na burudani, baki nami ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tunaungana naye Aaron Mpanduka, karibu na mtazamaji, ni kamini mzima wa afya na kualika kwenye habari za michezo na burudani. Karibu karibie, tuosote kuanzia sasa hadi kipenga cha mwisho. Tunaanza taarifa kuhusiana na Pugu Marathon ambapo tunaambiwa washiriki waliojisajili na kulipia mbio za Pugu Marathon wamepatiwa vifaa vyao kwa ajili ya ushiriki wa mbio hizo. Shirima ambaye ni katibu msaidizi wa umoja wa wanaume wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam uwaka amesema kwamba vifaa hivyo vimeshafika nchini Tanzania na hivyo ni jukumu la washiriki kuhakikisha wa kwamba wanajisajili katika njia ya mtandao ama njia ya kawaida na kulipia shilingi elfu thelathini tu kwa kuchagua mbio ambazo wanataka kukimbia na wana uwezo nazo kwa ajili ya kukimbia na mwishowe watapata vifaa vya kukimbilia mbio hizo. Amesema vifaa hivyo vimetolewa mapema kwa lengo la kutoa nafasi kwa mshiriki mmoja mmoja kufanya maandalizi kwa ajili ya mbio hizo. Mbio hizo za Pugu Marathon zitafanyika katika viunga vya Pugu, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mei 31 mwaka huu. Njooni mapema. Changamoto iliyojitokeza mwaka jana ya ucheleweshaji wa kiti na watu kushindwa kupata kiti kwa wakati, hii imetatuliwa kama tulivyoahidi sana. Kwa hiyo utakavyowahi ndivyo utakavyoweza kujichagulia kiti yako vizuri na kwa wakati mwafaka. Njooni. Hey, jisajili muweze kupata kiti zenu. Kwa ujumla wetu tukakimbie tarehe 31 mwezi wa tano 2025 katika viwanja vya hija hijap. Kufuatia kwa mburi ya kichapo cha bao mbili kwa moja katika michuano ya ligi ya vijana wa miaka chini ya ishirini kutoka kwa Kagera Sugar ya mkoani Kagera, timu ya soka ya Yanga ya vijana wa miaka chini ya ishirini imesema kwamba kipigo hicho kimewapa funzo Kuelekea katika mechi zinazofuata. Kocha msaidizi wa timu hiyo, Ali Kamwe, amesema kwamba wamejifunza kwa kichapo cha bao mbili kwa moja kutoka kwa Kagera Sukari na hii inawashitua na inawaamsha kuelekea kunako mechi mbili zilizosalia za kundi lao katika michuano hiyo ya ligi ya vijana yenye miaka chini ya ishirini ambayo inaendelea kurindima hivi sasa nchini Tanzania. Sisi tumekuja leo na mpango mzuri, lakini kwa bahati mbaya uh, wenzetu walikuwa bora zaidi, licha ya kucheza pungufu, lakini walikuwa bora zaidi, waliendelea kusalia mchezoni. Sisi kama unaona, tumekamatwa sana kwenye counter attack. Tulikuwa tuna hamu ya kushambulia uh, tukawa tunaacha magap mengi nyuma, kwa hiyo kwenye mitego ya counter attack wameweza kuitumia vizuri, wameweza kutuadhibu. Kwa hiyo tumepokea uh, kichapo cha leo, lakini naamini ni somo ambalo tunalipata kutokea hapa kuelekea mechi mbili zinazofuatia. Tukiruka katika anga ya kimataifa golikipa wa zamani wa timu ya soka Liverpool ya England, Pepe Reina ametangaza rasmi kustaafu kucheza soka. Golikipa huyo ambaye pia aliwahi kuipiga katika timu ya Bayern Munich ya Ujerumani na AC Milan ametangaza rasmi kustaafu kucheza soka la kulipwa mara baada ya kukaa langoni kwa miaka 26. Kipa huyo mwenye miaka 42 kwa sasa yuko katika klabu ya Como ya Italia ambayo itacheza mchezo wa mwisho wa kampeni yao watakapoalika Inter Milan katika Serie A siku ya Ijumaa wiki hii. Shukrani sana kwa kutegea macho michezo na burudani na kurejesha studio naari moja kwake Mary, binti wa Yuda, kwa ajili ya kuhitimisha taarifa ya habari katika siku hii ya leo. Asante mpanduka kwa habari za michezo na burudani, na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo nini, kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inakuletea utabiri ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo. Upepo unatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika maeneo ya ziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa, pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika maeneo yote ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajia kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa katika maeneo ya Kagera, Geita, maeneo ya Kigoma, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara kutakuwa na hali ya mwankiasi mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja anapemba juu a Daresalamk wa Pwani na maeneo ya Morogoro kutakuwa mvua nyepesi katika sehemu chache. Maeneo mengine ya nchi hususan maeneo nyanda za juu kasaz mashariki kati ya nchi nyanda za kusini kusini magharibi maeneo haya ni makavu kwa usiku wa leo. Siku ya kesho ni matarajio tukuwa katika maeneo ya Tanga na Pemba na yale maeneo ya Kigoma maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara kutakuwa na hali ya mwekiasi mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua, wakati maeneo ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro na yale maeneo ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro kutakuwa na hali ya mwekiasi mvua katika sehemu chache na vipindi vya jua. Ilhal, maeneo ya kati ya nchi hasa katika maeneo ya Singida, Dodoma, Nyanda za Juu Kusini Magharibi na yale maeneo ya Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa ni makavu kwa siku ya kesho, ingawa kutakuwa na vipindi virefu vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, rangu jina naitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema. Taarifa kwa umma. Kamati ya maandalizi ya tamasha la Binti Salamu Shangwe mwaka mzima 2025 inapenda kukutaarifu zoezi la ukusanyaji wa taulo za kike, esodo au pesa taslimu bado linaendelea baada ya uzinduzi na litakamilika tarehe thelathini ya mwezi wa tano ishirini ishirini na tano, hivyo wote wenye mapenzi mema wanakaribishwa kushiriki baraka hii kwa kuleta majitoleo yako katika ofisi za Tumaini Media Tabata, parokia ya Kristo Mfalme au kutuma mchango wako kwa nambari 0761092244 Jina litatoka Tumaini Media, au fuatilia vyombo vyetu vya habari pamoja na mitandao yetu ya kijamii. Asante sana, na Mungu akubariki. Naam mtazamaji, ni tamati ya Tumaini Habari. Shukrani kwa dawati la habari na wote waliohusika kuandaa taarifa hii. Naitwa Meriuda Mhombwe, asante nikutakia usiku mwema. <muchilipo>